Sasa tunafanya mradi ya mambo ya eh, kush, kuangalia mambo ya tabia inji, mabadiliko tabia inji katika wadi ya hadhi. Katika siku ya leo tumekusanyika na wakulima na washirika tofauti tofauti ikiwepo kaunti government of Kitui, ambao tumekuwa tukishangilia eh, siku ya nyuki na kuelimisha wakulima ni aja gani wakuwe na misinga ya nyuki na manufaa ya utunzaji wa nyuki kile tunaangalia ni kuwa tumekuwa tukifunza e, wakulima na tuko na artisan ama wataalamu ambao tumefikia kuwafunza mambo ya kutengeneza misiga ya nyuki, na kwa hivyo leo tumekuwa tukiwakusanya wote na community na kuelimisha maana ya nyuki na ni manufaa gani tunapata kutokana na nyuki. Katika hii muradi tunaangalia ni mambo gani ambayo yanaweza pea mwananchi chakula na pesa na yaharibu mazingira, ile tunaita Nature-based Solution. Kwa hivyo ufungaji wa nyuki ni mojawapo ya Nature-based Solution, na kwa hivyo tumekuwa tukihimiza wakulima wafikie kufunga nyuki ambayo asitaweza kuharibu mazingira lakini itawapatia chakula na pesa kutoka kwa kuuza asali. Mimi niko hapa Kalivu siku ya leo nikifunzwa mambo mengi kuhusu nyuki. Nyuki tumesoma siku ya leo, nyuki ina manufaa mingi, ni dawa inafanya mambo mengi, kwa hiyo nyuki. Tukitoka hapa, tunashukuru watu wote wa NCCK wale walikuja kutusomesha sisi tuko, tunawashukuru sana. Tutaenda kulisha nyuki kuanzia leo, kama mimi kwangu taenda kulisha nyuki. Nimeona nyuki ikona faida na iko na manufaa mengi.